Leo tarehe 27 ya mwezi wa 6, mwaka 2025 kesi ya ardhi namba 6075 ya mwaka 2025 ambayo imesajiliwa hapa Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi, Dar es Salaam imeitwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Muhammad Gwaye, na kesi hiyo inawahusu eh, Kanali Naftali Swai na wenzake 49 dhidi ya Zainabu Ismail na Ashura Awadhi pamoja na Leondera Mdete. E, wadai katika shauri hili ni waliokuwa wafanyabiashara e, wa Kariakoo katika jengo ambalo liliporomoka mwezi Novemba mwaka 2024. Kwa hiyo, leo tumekuja kwa ajili ya amri muhimu za mahakama na muda mfupi kutoka sasa tutaingia mahakamani kwa mheshimiwa jaji Gwaye ili kuweza kuendelea na hatua ambazo zinapaswa kuchukuliwa leo hii. Kwa hiyo, baada ya hapo, tutahujulisha umma E, ni maelekezo gani ambayo mahakama itakuwa imeyatoa ili wadaawa kwenye kesi hii waweze e, kuyafanya na kuyatekeleza, kesi iweze kuendelea. Kwa kimsingi kwa leo e, hichi ndicho kimetuleta hapa mahakamani.